Hello habari, kwa majina mimi naitwa Dr. Merry, mtabibu na mtafiti wa miti na tiba asili. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, habari za muda huu? Matumaini yangu hu jambo kabisa na mimi si jambo. Tunaendelea kujifunza darasa zuri, madarasa ya tiba asili. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, na fumbo subscribe Share video na wengine wakajifunze mambo mbalimbali mbali ya kiroho. Leo naenda kujifundisha namna ya kupata matokeo. Kwa nini watu wengi wanatumia dawa lakini hawaoni matokeo? Na kitu gani kinachosababisha wewe usione matokeo katika mwili wako na maisha yako? Mara nyingi watu hukumbwa na wasiwasi kutojiamini na kutokuwa na imani moja, yaani unakuta mtu hana imani ambayo ni ya moja kwa moja, anakuwa na imani tofauti, haamini dawa. Na kuna mwingine unakuta mtu anapewa dozi, lakini dozi yake anakuwa hamalizi. Mfano mzuri, ukipewa dawa za kuoga mitishamba, unatakiwa uoge kwa siku kumi na saba au siku kumi na nne mpaka siku ishirini na moja Hizo ni dawa tu za kuoga na kusafisha nyota. Mtu kakupa laba dawa za kutibu chango na ngiri na uzazi, unatakiwa utumie siku kumi na nne ambazo ni wiki mbili, mpendwa mtazamaji wangu kwa hivyo hizo siku mbili na imani kabisa utakuwa umeshapata tiba sahihi. Na dawa ambazo unatakiwa utumie ni unatumia asubuhi na jioni kulingana na maelekezo ambayo umepewa. Umepewa labda dawa kwa ajili ya kutibu maradhi ya ndani ya mwili. Unatakiwa ufuatishe dozi ambayo umepewa kulingana na changamoto yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, watu wengi, kwa nini hawapati matokeo? Ni kwa sababu hawamalizi dozi yaani, mtu amalizi dozi moja kwa moja, anatumia nusu dozi anaacha, anatumia siku tatu anaacha, anatumia siku nne anaacha kutumia dawa. Kwa hiyo unakuta anarukaruka hizo siku na unakuta matokeo hayaji kiurahisi kama alivoelekezwakwamba correction not needed hii dawa unatakiwa utumie siku saba. Siku saba zikiisha, basi utapata matokeo haya. Unakuta mtu anatumia nusu, nusu. na pia umakini katika matumizi ya dawa, unakuta mtu kaelekezwa dozi, lakini hatumii kwa umakini, anatumia yani, anakuwa ni mtu ambaye akili haijatulia, ana mawazo mengi. Dawa yoyote ambayo unatakiwa utumie, unatakiwa utulize akili na mwili wako vizuri ili dawa yako iweze kufanya kazi, lakini kuna wapo ambao unakuta mtu ana vifungo ni vikubwa kwenye mwili wake, lakini vifungo hivyo aliambiwa afanye tiba hii ili aweze kufanikisha jambo lake au kumaliza changamoto yake ya nuksi na mikosi, lakini hakufuatisha namna alivyoelekezwa akadharau kwa unakuta mtu anatumia tu dawa ya kusafishia nuksi na kuondoa mikosi, lakini kumbe alifanyiwa kifungo, alifanyiwa makafara katika njia panda, akafanyiwa makafara baharini, akafanyiwa makafara kwenye vichugu huko, akafanyiwa makafara kwenye moto na makafara mengine makubwa kabisa. Kwa hivyo, unachotakiwa kuelekea na kupata matokeo ni unimsikilize mtabibu wako anapokuelekeza, bwana hida, unatakiwa utumie hivi na hivi, na wewe, changamoto yako, unatakiwa utumie hiki na hiki. Ndipo utaanza kutumia dozi nyingine, dozi ya kusafisha mwili, kusafisha nyota na kuondoa nuksi, huwa inakuja baada baadaye. Kwa hivyo, mpendwa wa mtazamaji wangu, kama nilivyokuelekeza, hakikisha unafata dozi ambayo na ukaitumia kwa usahihi kabisa, ili uweze kukupatia matokeo. Siku saba basi jitahidi siku saba, asubuhi na jioni. Siku kumi na nne basi jitahidi siku kumi na nne, asubuhi na jioni. Kwa hivyo unatakiwa utumie dawa vizuri kwa usahihi na kwa maelekezo ya tabibu wako. Mimi naitwa Dr Merry, mtabibu wa tiba asili na miti shamba. Kama wewe unasumbuliwa na changamoto za maradhi mbalimbali ya kiroho na ya kimwili, unasumbuliwa na kazi, biashara ziendi, ndoa, mahusiano, upendwi na watu, usikilizwi, upati pesa, ukiomba, basi karibu sana. Mimi nitaweza kukupa mwongozo mzuri na tiba nzuri na utaweza kuyafurahia maisha kuwa na utulivu katika tiba, ili uweze kupata matokeo na kuwa na imani ya moja kwa moja. Usiamini vitu viwili tofauti katika imani za tiba asili na mambo yote ya kijadi. Mimi naitwa Dr Merry, tutaonana katika darasa lingine, na nakushukuru sana kwa kutazama video hii mpaka mwisho.